Mimi ni kaka yake mdogo, mimi namfuatia. Nilivyopokea nilipokea, nilipokea taarifa saa nne kwa tarehe ishirini na tano simu yangu ilikuwa imezima, lakini nilitaarifiwa na mko wake alivyopiga, alimpigia ndugu yake, ndugu yake akaniletea taarifa na mimi nikazipokea. Nilipomuuliza tatizo ni nini, ananiambia mama mkwe ameuawa. Sikutaka kufuatilia zaidi, ikabidi nianze ni kufuatilia kwa makini. Nikapeleka sim nika simu chaji, nikaanza kufuatilia. Nilipopiga simu hapa, majirani wakaanza kunielezea, kaniambia kuna mtu alikuja ambaye hafahamiki. Alipofika akapata mtoto yuko nje, akamtoa lile jembe, akaanza kumshambulia mpiga kitu yeah, yeah. cha kwanza alimpiga bega Karudi akapiga mguu. Mama yake alipotoka, ndio akaanza kumshambuli akamshambulia mama yake alipotoka, aliteleza. Baada ya kuanguka chini, ndio akampiga jembe la uso. Baada ya hapo, akamkalia chini, ndio akamanza kumkanyaga kanyaga, alimtwanga twanga kweli kweli. Soni, ni kitendo ambacho kinauma sana, na mimi sikupendezeana nacho kabisa baada ya hapo nilipofika nilimkuta amepelekwa Bugando, mtoto ndio nilikuta yuko ofisini na diwani. Baada ya hapo tulianza kufuatilia masuala hayo kwenda kituoni kurudi, tulikimbia kimbia kituoni sana, ili kupata ratiba za wao. Jana ndio mtoto alipata matibabu, bahati nzuri yule mtoto hakuvunjika. alipata tu maumivu yani, ya kutenguka mguu ini baada ya hapo, tulimwacha mpeleko hospitalini. Baadaye tukafuatilia mwili sinanii mochwari. Tulipofika pale, tulishughulikia tulikuwa tunashughulikia tuna pamoja ambao walinisaidia kushughulikia huu mwili na, naishukuru sana serikali hapa na wananchi na Nzengo kwa ujumla pia namshukuru diwani wa hapa na mwenyekiti na balozi wote walishirikiana kunisaidia. Mi nasema ni asante, sina za kulausika, sina ya kuwalipa, lakini Mungu na wenyewe atawalipa. Kwa sababu dadangu ameshaondoka, tunamshukuru Mungu sababu aliyefanya hichi kitendo na yeye pia aliuawa na wananchi wenye hasira kali. Mimi ni mjilani kwa huyu kwenye tukio wa usiku, ila siku hiyo inatokea tukio, mimi nilisikia kelele ya mama mmoja anasema, ukamateni huyu ameua. Ilikuwa ni saa kumi na mbili na nusu, unaona. Sasa nikawa naangalia, nilipokuwa kwangu naangalia, kwa sababu niko juu kidogo, hapo penyewe kwenye tukio ni chini, sawa. Nikawa naangalia watu kama wanakimbia na nini, sijaona. Na kwa baadaye nikasikia watu wana wanakuja wanaongea nikaona mtumiwa ameshikwa, unaona kuja kuulizia na nini. Kumbe mtumiwa alipofanya tukio hapa alianzia mtoto, alimkuta mtoto yuko nje amenani, anazoa mavu, akachukua ile jembe akaanza kumpiga yule mtoto kwenye mtini. Baadaye akatoka akaenda kwenye mji mwingine, akamkuta mtoto yuko nje, akamjeruhi. Kumjeruhi mama wa mtoto akamuona, akamwita baba, baba, kuja anaambiwa, takuua. Unaona, alipoambiwa hivyo akamtafuta baadaye bahati nzuri akamkamata. Kumkamata ndio amekuja na watu wakamsaidia tu, akaletwa kwenye tukio. Ni tukio anahojiwa akuongea, unaona kila nitakachohojiwa, anaongea vingine tu, unaona mimi mara sijaua, mara mwana marundi, unaona sasa. Kwa kuwa tua majirani na nini na tunamhoji na nini, mara anasema ametokea si nani huko, anasema yani, anasema mambo mengi mengi, twamba ajulikani. Alikuja natoa na kinesi cha mtoto akaja akanitoa lile jembe, ndo kaanza kunipiga nayo. Mama alipotoka nje kateleza, kadondoka, akaanza kumpigia hapo hapo chini akaanza kumpiga piga ando akafa. baada hapo kafanyaje? nikaenda kuaita majirani hapo juu Walipokuja akawatishia jembe mm -hmm. Walipowatishia jembe, alipowatishia jembe wakawaogopa, wakarudi ndani. Walipotoka nje wakaja kumwangalia huku, mama ameshakufa. Baada ya hapo, mlienda wapi? Sasa wewe na wenzako, mlienda wapi? mi niyo hata nyumbani nikaenda spitalini so, mguu na mkono e. Kata ya Mkolani ni moja ya kata zinazounda halmashauri ya jiji la Mwanza. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi kwa jinsi anavyoendelea kutujali afya njema kila mmoja mmoja, tukiwa mahali hapa. Tulianza kujilidhisha kwamba baada ya kumsearch alionekana na tiketi tatu, na mimi wenyewe niliziona kwa macho. Tiketi moja amesafiri tarehe 22 ambayo ilikuwa mwezi wa tano, ambayo ilikuwa inasema kutoka Kahama kuelekea Ushilombo. Tiketi ya tarehe ishirini na tatu ilikuwa inaelezea kutoka Ushilombo kwenda Ngara. Tiketi ya tatu ilielezea kutoka Kahama kuja Mwanza, na aliondoka inavyoonyesha kwamba aliondoka Kahama mida saa sa moja asubuhi ya jioni, kwa maana ya usiku.